Kwanza washukuru madoktari wa, wa MOI, mlinisaidia kiasi kikubwa sana. Nilikuwa nasumbuliwa na miguu na mgongo, kiuno, nyonga. Basi madokta hapa kwenda kuja huko Dar es Salaam, kuja huko mkafanya juu chini kunipima kwenye mpimo mbalimbali mpaka mbali, kwenye MRI kafikia kufikia kwamba mnifanyie operation kuru madaktari walionishughulikia huko, na Dr. Mwanga na Dr. Ugambwa na Felista walikuwa katika upande wa mazoezi. Madaktari wengi nimewasahau tu ua kwa kuwa imekuwa siku nyingi toka mwaka elfu mbili na ishirini ndio nifanyie operation, lakini pamoja na hayo nawashukuru madaktari wote wa MOI kwa kweli nawambia, kwa Mungu, Mungu wabariki sana, wajalie mema ya dunia na ya mbingu, manaake mlihudumia kiasi cha kutosha. Ni mo, niposikia taasisi ya katiba ya, ya, ya, ni ni eh, ni ya mifupa ya moi nilifurahi furahi sana, nikaona nije niwaone. Nasema asanteni sana taasisi ya mifupa MOI Muhimbili. Afya yako ni jukumu letu, Kazi inaendelea